Kwa wamuzi wa taasisi hiyo ya moyo kutoka Dar mm. Dar es Salaam kuwa na tawi hapa mm. na hii kwa wakazi wa Arusha ni jambo jema mm. na litarahisisha huduma mm. za kibingwa mm. za mgonjwa wa moyo ambao tungeyapata huko mm. lakini sasa tutayapata hapa hapa Arusha mm na sisi tunashukuru kwa kuchagua mkoa wa Arusha na kuchagua hospitali ya Arusha Lutheran mm. eh, kwamba ndo iwe mm. kituo chenu mm. kwa hiyo serikali tunatoa ahadi ya kutoa ushirikiano yeah. Na nitawatembelea katika kuhamasisha na kuonyesha eh, huduma zinazofanyika hapo mm. Mkoa wetu huu ni mkoa mkubwa una wakazi wengi, lakini ni mkoa pia wa kitalii. Kwa hiyo uwepo wa huduma hiyo ya kibingwa magonjwa ya moyo itasaidia hata wale wagonjwa e, waliotoka nje ya nchi wa hapa ndani kuweza kupata huduma hiyo. Kwa hiyo kama serikali tunashukuru kwanza kwa uamuzi wa Jakaya Kikwete hiyo Taasisi ya Moyo kuja kuleta huduma katika mkoa wa Arusha. Mheshimiwa Rais e, katika siku zake mia alizo a, kusudia kuweka mambo sawa kwa Watanzania amesisitiza umuhimu wa bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo ni wasisitize wananchi wa Arusha bila kupoteza muda e, tumeshazindua e, na kutoa maelekezo ya mafunzo ya bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo pale watakapohitajika kwenye mitaa kwenye kata kwenye wilaya kupatiwa mafunzo wapatiwe mafunzo hayo, ili wote kwa pamoja tujiunge e, na bima ya afya, ambapo kiasi ki, ki, cha, cha kawaida kabisa ni laki moja na nusu e, kwa mwaka mzima kwa watu sita, tunaona kwamba unaweza ukapata matibabu maeneo yoyote hapa nchini katika hospitali yoyote ya ngazi yoyote hapa nchini. Kwa hiyo sio fursa ya kukosa, ni bora kuwahi ili tutue vizuri katika afya zetu. Leo madiwani wa halmashauri ya jiji la Arusha kwenye kata 25 na wale madiwani tisa wa viti maalum tumekuja hapa kwa ajili ya kupima afya zetu, kwa sababu hospitali hii ya Seliani kwa kushirikiana na Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete sasa wamekuja na mapinduzi makubwa ya tiba ya moyo. Kwa hiyo mimi niwahamasishe wananchi wote wa halmashauri ya jiji la Arusha kwamba badala ya kusafiri kwenda Dar es Salaam, sasa matibabu ya moyo yanapatikana hapa hapa katika halmashauri ya jiji la Arusha katika hospitali ya Seliani ikishirikiana na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Na bahati nzuri huduma zao ni rafiki, nimeshuhudia mwenyewe, vipimo ni vya kisasa sana. Mimi nimebahatika kusafiri kwenda India kwa ajili ya matibabu pia vipimo nilivyo vyo machineries nilizoziona hapa ndio zile zile ambazo zinatumika kule nchi za wenzetu. Kwa hiyo niwahamasishe wananchi wote kwamba kupima afya ni jambo la muhimu sana na ni jambo ambalo wanatakiwa wafanye mara kwa mara. Niko hapa katika hospitali ya Selian mjini Arusha Lutheran Medical Center, ambayo kwa sasa inaongozwa na taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete. Nilifika hapa mapema leo kupata vipimo mbalimbali mbali kuona kama moyo uko sawa, na nashukuru Mwenyezi Mungu kila kitu kiko sawa. Na nitoe hamasa tu kwa wananchi wa jiji la Arusha na majirani kwamba hii ni sehemu salama, kipimo hichi hakichukui muda mrefu. Kwa hiyo unaweza ukafika ukapata vipimo ukapata ushauri wa daktari na ndani ya muda mfupi ukamaliza zoezi hili. Nitoe hamasa sana sana sana sana kwa wakazi wa jiji la Arusha kufika hapa na kupata kipimo hichi cha moyo. Hakika binafsi kama mimi kama mwandishi wa habari, fursa hii nimeichukua katika mazingira mazuri sana na mazingira ambayo yamenifanya mimi kuweza kutambua afya yangu mwanzoni mwa mwaka wa 2026. Binafsi kusema kweli nashukuru sana sana, lakini napenda kutoa wito kwa waandishi wa habari wenzangu kwa maana tu ya kwamba zinapotokea fursa kama hizi, basi tu tunazikimbilia tuache kuwa tunajivuta kwa, kwa the way ambavyo pengine mtu anajivuta navyo, lakini tunapotokea fursa za kupima afya, basi nilitegemea kwa mfano kama mkoa wa Arusha tuna waandishi zaidi ya mia tatu na kuelekea kwa hiyo, naiomba serikali iweze kuwafikia kufi, watu wa chini, kwa maana tuna wenyewe waweze kupata matibabu kama ambao sitapata leo. Leo nimefika tangu asubuhi na nimepata huduma muhimu kwa maana ya treatment zao ma, wa hudumu nimefika nikapokelewa vizuri nikaingia katika eneo la kujisajili nikajisajili lakini vile vile, vyote hivyo, vimekuwa vikizingatiwa kuona thamani yangu katika jamii lakini vile kwa kuzingatia kwamba nina mchango mkubwa kwa ajili ya jamii yangu uh, waandishi tumekuwa tukijisahau kwa maana ya tunafanya majukumu yetu lakini hatuangalia afya zetu tumekuwa tukizurura maeneo mbalimbali kwa ajili ya majukumu yetu kila siku labda maporini vijijini lakini afya tumekuwa tukisahau kuna namna moja nyingine lakini nikasema umuhimu wa hiki leo nitumie fursa hii kwa ajili ya kuangalia na mimi afya yangu, wakati vilevile pia na majukumu baada ya maisha ya kazi.